Muungano wa upinzani sasa unadai kuna njama ya kuwahonga wapiga kura katika chaguzi ndogo zinazotarajiwa wiki ijayo kama njia ya kushinikiza wananchi kuunga mkono wagombe wa wagombea walioko kwenye vyama vilivyo na ushawishi serikalini. Kinara wa chama cha WIPER Kalonzo Musyoka ametaka tume huru ya uchaguzi na mipaka kuhakikisha wanazuia visa hivi ambavyo wanasema ni vya kuhujumu demokrasia. Gatete Njoroge na taarifa kamili. Malava, Kasipul, Magarini, Ugunja, Baringo na maeneo mengine kuelekea debeni kuwachagua viongozi wao. Uh, muungano wa upinzani umedai njama ya kuwahonga wananchi kuwapigia kura wagombea walioko mrengo wa serikali shillings. Kalonzo amehimiza IEBC kuingilia kati na kuzuia visa hivi ambavyo anasema vinakiuka sheria. Who they support should not only be discouraged, it should actually be punished. Upinzani pia umezua tetesi kuhusu utumizi wa rasilimali za umma kwa kampeni na kukashifu mawaziri Hassan Joho, Opio Wandai, Geoffrey Ruku na Spika Moses Wetangula na Amason Kingi kwa kujihusisha na kampeni hizo. Kalonzo pia amekosoa IEBC akisema imekosa kutoa mafunzo kwa Wakenya kuhusu kujisajili na kutumia tu ofisi za maeneo bunge kusajili wapiga kura. Wakati huo huo upinzani umepongeza hatua ya IEBC kuwatoza faini ya shilingi milioni moja wagombeaji wa Kasipul Philip Aroko na Boyd Were kama njia ya kukabiliana na ghasia za uchaguzi. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.